My name is Jeylax, or if you like it, you can call me King Killer. Today I've come with another hit. Check it. It is not a must. You love me. If you have chosen to hate me, just hate me. And if you have chosen to, yes. to love me, just love me. If you have chosen to help me, just help me. And if you have chosen, put on inside here. No need inside here. Kosi nilizaliwa hadi nifike hapa. Sijiuliza ni watu wangapi washanipenda. Sijiuliza watu wangapi wamenipenda hadi nimefika hapa. Na ni watu wangapi bado tuendelea kunipenda? So watu kumbe ndio na realize wewe si muhimu kwangu, si ndio? Kumbe ndio na realize si lazima unipende. Kwa sababu hata ukinipenda, you are nothing in my life. Na kwa umechuzi kuni hate. Inapojiuliza kwanza ni ni watu watu wangapi sisi tulizaliwa, ni watu wangapi walini hate, ni watu wangapi wameni hate hadi nimefika sahizi. Unarealize tena kumbe hate, hata ukini hate ili uweze kusaidia kitu. Hata pia wala wanani hate for free, si walipi chochote, wala wananipenda si walipi chochote. Wamejitolea kunipenda for free, wamejitolea kunishukia for free umejitolea kunisaidia basi, nisaidie ni nini, unisaidie kisha baadaye uje kunisema, no need unisaidie, then tomorrow uje kunisema that ni mimi kasi mimi yule msangi kuwa pale. Inafaa ujiulize kwanza, sisi nizaliwa ni watu wangapi, wamenisaidia na kwa nao nimefika hapa, ni wangapi wamenisaidia, na ni wangapi bado watanisaidia bado tena, na realize kupe, si lazima unisaidia, si ndio? Sometimes sione kusaidia mtu kadhania umefanya kitu kikubwa sana. Uzania wewe ni wa kwanza na wewe ni wa mwisho. Jiulize na wengine pata msaidia hadi ile day yake ya mwisho. Na kama bado mchuzi uweze nisaidia. Jiulize tangu nizaliwe ulikuwa wapi? Mbona ndio wewe nisaidia tangu nizaliwe? Ulikuwa wapi tangu nizaliwe? So for now watu sipo nisaidia. It mean nothing. It mean nothing tena, nagundua kumbe watu sipo nisaidia. Haimanishi I'm chochote. Imagine nime grow, nimefika ni pale niko hapa hivi, hiv, umenisaidia nothing. Tangu nizaliwe you have given me nothing. Then sa hivi unakam unanisaidia pesa kidogo unasema mse, mse kasio mimi hangefika pale. Ukichoose wezi nisaidie, usinisaidie, cause nae hata bado si lazima In this world, amechoose kufanyia mtu kitu, wewe mfanyie kama wewe, kwa sababu usipomfanyia kuna yule mtu mwingine atafanya, na kuna yule mtu mwingine anaweza kama akafanya best, kuna mtu mwingine anaweza fanya best kushinda. Hebu cheki, sije kaanza ku realize mimi bila wewe naweza ishi, wewe bila mimi unaweza ishi, so kila mtu ashughulike na life yake. Cheki, remember I'm the last CEO, if you like it, you can call me.